Leo tumekuwa na mkutano wa annual general meeting wa pili, ambapo wanachama wanapata fursa ya kukaa pamoja na kuweza kutafakari mambo ya chama ili waweze kupanga maendeleo ya chama katika uh, miaka ijayo na pia kuangalia makosa labda ambayo yametendeka ili wakati ujao waweze kuendelea na chama kwa njia ambayo inafaa. Tumekuwa na uchaguzi leo kwa sababu katiba yetu inasema baada ya kila miaka miwili tutakuwa na uchaguzi, na tangu chama kianze sasa, huu ndio uchaguzi wa kwanza kwa AGM, ambapo wengi siseme, wengi wote ambao walikuwa na nyadhifa mbalimbali wameweza kuhifadhi. Hiyo inaonyesha kuwa wanachama wako na imani kubwa na ofisi ambayo ili hiki chama kinasimamia hasa shughuli za matanga. Kilianzishwa kupunguza mzigo wa wanachama, ambao tulikuwa tunaona gharama za kufanya mazishi imekuwa juu, na tukiungana pamoja tunaweza kurahisishia wanachama shughuli hizo za matanga. Kwa majina, naitwa Moab Omollo, organizing secretary wa chama cha ABEFU BENE. Leo tuko hapa Lwasambi na tumekuwa na AGM ambayo imekuwa mzuri kabisa. Watu wengi wamekuja na wamefurahia jinsi tumeendesha mikakati na jinsi e, chama inaendelea. Mimi nataka kusihi watu wetu hasa wa Lwasambi community area wakuje wajiunge na hiki chama, sababu ni chama kilicho na manufaa sana kwa watu wetu, na mimi kama kiongozi mmoja wa, mmojawapo wa viongozi wa hii chama ya Abefu Bene niko na maono ya kusaidia watu wetu hasa mambo ya school fees, mambo ya matanga Mambo ya uh, kuwa na ukulima bora I like the progress. It is these groups that are going to help our people uh, to be self -sufficient, to be economically empowered and to improve social integration within Lwasambi area the larger Lubinu Lushia ward and the larger Mumias so I appreciate our self -help group I also take this opportunity to appreciate

Kwa jina naitwa Godfry Omusula, ni kwa community area administrator wa area hii inaitwa Lwasambi community area. Kwa hivyo sisi kama serikali ya Gatuzi la Kakamega chini ya uongozi wa Mheshimiwa FCPA Fernandes Baraza tuko na mipango ya kusaidia vyama kama hii, kama hivi Abefu Bene kikiwemo kwa sababu eh, kuna hela ambazo kwamba zimetengwa za shilingi elfu hamsini kwa kila chama. Kwa hivyo hata katika mwaka ambao wa kifedha ambao umeweza kupita chama hiki kiliweza kuweza kutuma maombi yao ili kaweza kupata hela hizo, na tuna matumaini ya kwamba bila shaka chama hiki kinaenda kupata. E, vile vile, kuna baadhi ya mambo ama miradi ambayo kwamba serikali yetu ya gatuzi la Kakamega hufanya katika vyama ikiwemo kupeana vifaranga kupeana ng'ombe na hata kupeana mbuzi. Kwa hivyo mimi e, naomba wale ambao kwamba hawajajiunga kwa vyama wakaweza kufanya hivyo, kwa sababu kidole kimoja kiweze kavunja chawa na wakati ambao kwamba anakuja pamoja, kuna mambo mengi ambayo kwamba anataka kujifunza ikiwemo mambo ya ushirikiano, tukiwa na mambo ya ukulima, tukiwa na mambo ya uwekezaji, mambo ya, ya kuweka hela e, tukiwa na mambo hata ya kukopeshana wenyewe kwa wenyewe, na vilevile vile hili huma, huimarisha ule uhusiano wa moja kwa moja, ambapo tumeona hata juzi kiangazi imeharibu mimea yetu, hasa mahindi. Watu wako na wasiwasi kwamba mwaka ujao tutakuwa na njaa sana lakini nataka kushukuru Mungu, tumeanza kupata mvua. Ninaomba wakulima watayarishe mashamba, wapande mboga, at least watakuwa wanauza hii mboga, wakipata pesa kidogo kidogo hata yenye itawasaidia kunulia watoto wanaporudi shule kama vitabu ama kulipa school fees hata kwa, eh, kwa kidogo kidogo. Tumekuwa na challenge ya mvua, tuchukue muda huu kwa kutayarisha mashamba yetu. E, katika planting season itakuja mwezi wa tatu, mwezi wa nne next year. a tutayarishe mashamba zetu tuhakikishe kuwa tumepanda na kuwa najua tukishapanda tutakuwa na, juwa, tukisha panda, na e, vyakula ambazo tutasaidia kwenye jamii zetu kwa shule tunapoelekea zinapo, zinapo, zinapo kufunguka e, Januari 2026, nataka kuhimiza wazazi wetu waweze kupeleka watoto wetu shuleni. Elimu bado ndio msingi wa hii dunia, education is the key some of us tuko penye tuko kwa sababu tulijaliwa kuketi kwenye classroom na tukafanikiwa kwa njia moja ama nyingine. So bado nataka kuambia watu wetu, tukue na imani na masuala ya elimu, tuhakikishe watoto wetu wamejiunga na mashule tofauti tofauti. Wale wenye hawatawezwa, pia tutakuwa na program ya kuwafikia ili tuhakikishe pale, tutawezesha kusaidia, tutasupport kuhakikisha tu watoto wetu wote wenye we, waku, kwa, kwa mashule wanendle, wanajiendeleza eh, na mambo ya kupata elimu eh, ambayo itawasaidia hapa mbeleni.